Usiku ulikuwa mtulivu na mpana kama blanketi laini lililotandazwa juu ya dunia yote. Juu ya hema dogo la Yosefu, anga lilikuwa linang'aa kwa nyota. Ziling'aa kama taa ndogo, kana kwamba mbinguni palikuwa panalinda kwa makini. Yosefu alilala juu ya mkeka wake, akisikiliza sauti nyororo za kondoo waliokuwa karibu. Mara kwa mara kondoo mmoja angesogeza miguu yake au kutoa sauti ndogo ya usingizi baa, naye Yosefu angetabasamu. Kuwa mvulana mchungaji kulimaanisha siku ndefu na usiku wenye amani. Kulimaanisha viatu vyenye vumbi, jua la joto, na kuwa na marafiki wenye manyoya karibu kila wakati. Lakini usiku huu kulikuwa na jambo tofauti. Hewa ilikuwa tulivu, lakini moyo wa Yosefu ulikuwa ukidunda kama ndege mdogo. Hakujua kwa nini, alijisikia tu kana kwamba kitu kilikuwa kinakuja. Yosefu alifumba macho yake, kisha akaota ndoto. Katika ndoto yake Yosefu alisimama katika shamba la dhahabu mashina marefu ya nafaka yalikuwa yakitikiswa na upepo mwanana, yakigusa mikono yake alipokuwa akitembea. Karibu naye, walikuwa ndugu zake, kila mmoja akifunga nafaka kwa miganda nadhifu. Yosefu naye alifanya vivyo hivyo, akikusanya mashina na kuyafunga kwa uangalifu. Ghafla, mganda wa Yosefu ulisimama wima mrefu na imara. Kisha mmoja baada ya mwingine, miganda ya ndugu zake ilielekea upande wa mganda wake, iliinama chini, kana kwamba mganda wa Yosefu ulikuwa wa muhimu sana, kana kwamba ulikuwa wa maana kuliko yote. Hata ndani ya ndoto, Yosefu alipepesa macho kwa mshangao. Kisha mandhari ikabadilika, kama kurasa za kitabu zinapogeuzwa. Sasa Yosefu alisimama chini ya anga la usiku, lakini halikuwa anga lile lile la awali. Hili lilikuwa angavu zaidi, la kina zaidi, kana kwamba linameremeta mbele yake. Jua lilikuwa liking'aa kwa joto mwezi ulikuwa ukiangaza kwa upole na nyota kumi na moja zilikuwa ziking'aa zikiwa zimepangwa kwa duara nadhifu. Yosefu alitazama kwa mshangao: jua, mwezi na nyota zote zilielekea chini kwake, kana kwamba nazo zilikuwa zinaimama. Kifua cha Yosefu kilijaa mshangao kana kwamba mtu alikuwa amemimina asali ya joto moyoni mwake. Ndoto hiyo ilihisi kuwa ya muhimu. Haikutisha, haikuchanganya, ilikuwa tu kubwa. Kisha Yosefu akaamka. Kwa muda mfupi alilala bila kusogea, akitazama gizani. Kondoo walikuwa kimya tena Nyota moja bado zilikuwa zinang'aa. Kila kitu kilionekana kuwa kile kile, lakini Yosefu alijihisi tofauti, kana kwamba alikuwa amekabidhiwa ujumbe wa siri kutoka kwa Mungu. Alikaa wima na kunong'ona wa wow. Yosefu bado alikuwa mdogo, hakujua maneno magumu kama unabii au kusudi lakini, alijua hisia ya tumaini, na ndoto ile ilihisi kama tumaini. Asubuhi ilipofika, jua lilipopanda na kuipaka milima kwa mwanga, Yosefu aliharakisha kwenda kwa ndugu zake. Tayari walikuwa wakifanya kazi, wakifanya shughuli zao, wakikagua wanyama na kuzungumza kwa sauti ya chini. Yosefu alikimbia akiwa na macho yanayong'aa. Nimeota ndoto, alisema karibu, akirukaruka kwa furaha. Ndugu zake wakubwa walimtazama. Baadhi waliinua nyusi zao, wengine walikunja nyuso zao mara moja. Yosefu hakugundua hilo alikuwa na furaha mno. Katika ndoto Yosefu alisema, tulikuwa tukifunga nafaka shambani. Mganda wangu ulisimama wima na miganda yenu ikainama mbele yake. Ukimia mikono ya ndugu mmoja ilisimama katikati ya kufunga kamba. Ndugu mwingine alisimama kutembea. Baadhi yao walimtazama Yosefu kana kwamba alikuwa amesema jambo lisilofaa kabisa. Sauti ya ndugu mmoja ilitoka kwa ukali. Kwa hiyo, unafikiri utatutawala? Yosefu alipepesa macho. Hapana. Mimi tu ndivyo ilivyokuwa katika ndoto. Ndugu mwingine alicheka kwa dharau. Ah, msikilizeni huyu, bwana mwotaji. Mashavu ya Yosefu yakapata joto. Hakuwa na nia ya kumkasirisha yeyote. Alifikiri ndoto zilipaswa kushirikiwa kama hadithi karibu na moto wa jioni. Lakini aliendelea kuzungumza kwa sababu ndoto ile ilihisi kuwa ya muhimu sana kufichwa. Kisha nikaota ndoto nyingine. Yosefu alisema kwa upole, najua mwezi na nyota kumi na moja ziliinama mbele yangu. Hapo ndipo mambo yalibadilika kabisa. Baadhi ya ndugu walinong'ona kwa sauti ya chini, mwingine alitikisa kichwa chake kwa hasira na uchovu. Kwa pamoja, mtu akatoa kicheko kisicho na furaha. Moyo wa Yosefu ulizama kidogo. Aliangalia nyuso zao moja baada ya nyingine, akijaribu kuelewa. Hawa walikuwa ndugu zake. Alitamani wawe na furaha kwa ajili yake. Lakini wivu unaweza kuwa kama mzabibu wenye miiba. Hujifunga kwenye mioyo na kubana kwa nguvu. Ndugu zake Yosefu hawakujisikia fahari. Walijisikia kutishiwa. Walihisi kana kwamba Yosefu alikuwa anasema yeye ni bora kuliko wao. Na Yosefu, Yosefu alikuwa tu mvulana aliyekuwa akiota ndoto. Baadaye, Yosefu alimweleza baba yake pia. Baba yake alisikiliza kwa makini. Hakupiga kelele. Hakukucheka. Alimtazama Yosefu kwa macho ya tafakari kana kwamba alikuwa ameshika ndoto hiyo kwa upole mikononi mwake. Baba yake alisema, hii ni ndoto kubwa sana mwanangu. Yosefu alitikisa kichwa. Unafikiri ina maana fulani? Baba yake hakujibu mara moja. Alitazama mlima, anga na jua lililokuwa likiwapa wote joto. Kisha akasema. Wakati mwingine Mungu hutufunulia mambo mapema. Sio kwa sababu tuko tayari mara moja, bali kwa sababu Mungu tayari anafanya kazi. Yosefu alihisi faraja ikichanua tena moyoni mwake. Hata kama ndugu zake hawakuelewa, labda Mungu alielewa. Usiku huo, Yosefu alilala tena. Nyota zilirudi, ziking'aa kama taa ndogo zenye subira. Yosefu alijifunika blanketi lake na kunong'ona sala ndogo. Mungu, alisema, asante kwa ndoto. Nisaidie niwe jasiri, nisaidie niwe mwema. Nje, dunia iliendelea kuwa tulivu. Ndani moyo wa Yosefu ulihifadhi cheche ndogo ya mwanga, kwa sababu Mungu anaweza kupanda ndoto mapema, kama mbegu zilizofichwa kwenye udongo mzuri. Na hata kama wengine hawaelewi mbegu hizo, bado Mungu anajua kikamilifu kile anachokikuza. Lala kwa upole sasa, mpendwa. Ikiwa wakati wowote utahisi matumaini yako ni makubwa sana, mkumbuke Yosefu na ndoto yake iliyojaa nyota. Upendo wa Mungu ni mkubwa kuliko anga lolote, na yeye anakujao kwa jina. Usiku mwema, pumzika kwa amani. Uwe jasiri, kwa sababu Mungu yu pamoja nawe, na upendo wake wa upole hautakuacha kamwe.